Ninaomba niwashukuru sana viongozi wote wa CHAVITA kwa maamuzi ya haki na thabiti kabisa ya kuamua shughuli hizi zije zifanyike hapa mkoani Singida. Sisi ndugu zenu wa Singida kwa kweli mmetutia joto. Mmetufurahisha, mmetuheshimisha, lakini pia mmetupa wajibu wa kufanya na tuahidi tutatekeleza yote yale ambayo mmetaka kama mkoa tuweze kuyafai. Singida yetu kama mlivyoiona ni tulivu, watu wake ni wakarimu sana, tuna hali ya hewa nzuri sana inayoweza kuruhusu kufanya shughuli wakati wote, usiku na mchana. Lakini tuna kuku watamu sana, na naamini mmekula kuku tangia mmefika. Kwa hiyo tumefurahi na tunasema hii ni mwanzo usiwe mwisho. Karibuni tena na tena, tutawapokea na tutahakikisha kwamba tunafanya kazi kwa pamoja. Lakini niwashukuru viongozi wote kwa mapokezi mazuri. Niwashukuru kwa dua na sala viongozi wetu. Niwashukuru sana burudani, tumeona maigizo, tumeona nyimbo nzuri kabisa zenye ujumbe mzito na zinazotuacha na tafakari ni namna gani sasa tunaongeza nguvu ya kuhakikisha kwamba ndugu zetu hawa wanapata msaada wa kupata elimu ya lugha ya alama, lakini na sisi tunakuwa na wataalamu wengi katika jamii, ili siwe kikwazo cha kuwasiliana kati ya wao na sisi, ili wote kwa pamoja tuwe kwenye gurudumu la maendeleo kwa kushirikiana. Ninawashukuru watendaji wote wa serikali wakiongozwa na Mheshimiwa Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Tumesikia hapa kwamba tayari mkakati wa pamoja wa kitaifa umeandaliwa, mpango umeandaliwa, lakini na mipango mingine jumuishi imeandaliwa, lakini wako vijana wetu wanaopata shule kuanzia madarasa awali mpaka vyuo vikuu. Jamani, msione vinaelea vimeundwa. Hii ni kazi kubwa inayofanywa na serikali yetu, tuna kila sababu ya kuiunga mkono na kuhakikisha kwamba pale tunapoelekezwa tufanye nini, ili ni tuwafikie hawa ndugu zetu na sisi tuweze kufanya Kupitia maonyesho haya nilifarijika sana kuona kwamba mpaka vyuo vikuu pale chuo kikuu Huria wana programu mbalimbali za lugha ya alama ambazo zinatolewa bure, za muda mfupi wakati na mrefu, ili tuweze kuwafikia hawa ndugu zetu. Yote hiyo ni mipango sahihi na madhubuti ya serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini ndugu zangu, leo tumekaa hapa kwenye maadhimisho haya, tumebeba kauli mbiu na kauli mbiu yetu inasema, bila lugha ya alama hakuna haki kwa binadamu. Nilikuwa naangalia takwimu, mimi ni mpenzi wa namba. Tunaposema tuna watu milioni tatu Tanzania, ambao hawawezi kusikia, siyo kundi dogo, ni kundi kubwa. Kama watu hawa hawatajielewa, wakabaki kuwa nyuma, wakabaki kuwa maskini bado tutasema hatujapiga hatua ya kimaendeleo. Kwa hiyo kauli mbiu hii imekuja wakati sahihi, wakati nchi yetu na dunia inaenda kujielekeza katika uchumi jumuishi. Uchumi jumuishi maana yake tunaenda kuyafikia makundi yote na yote, yoyote aliyesimama kadri Mwenyezi Mungu alivyomuumba afurahie maendeleo yanayopatikana katika dunia na hususan katika taifa lake na katika mkoa wake. Kwa hiyo tumeibeba kauli mbiu kwa ka, heshima kubwa na tuhakikishie kwamba tutaifanyia kazi. Hii imetupa uh, dodoso au nyenzo ya kufanyia kazi na tutafanyia kazi kuhakikisha si viziwi tu bali watu wote wenye changamoto za ulemavu wanaweza kufikiwa kila iitwayo siku. Ndugu zangu, nyinyi ni mashahidi, ni namna ambavyo serikali yetu ya awamu ya sita inavyoweka katika mipango yake makundi mbalimbali katika jamii ikiwemo makundi ya vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Ziko fursa za elimu za uchumi, lakini hata ushirikishwaji kwenye jamii. Kama hii leo tumekaa hapa, ni kwa sababu serikali imeridhia. Tumekaa kuanzia tarehe ishirini na mbili tumefanya maonyesho na wiki yetu inatambulika. Ndio maana hata mimi leo niko hapa na viongozi wenzangu. Kwa hiyo serikali inajali watu wake, inatambua mahitaji ya watu wake na inafanyia kazi changamoto za watu wake. Kwa hiyo bado tuendelee kuiombea serikali yetu iendelee kutufikia kwa sababu changamoto bado ni nyingi, na kama mlivyosema nyinyi wenyewe na sisi wenyewe, tutaendelea kufanya kazi. Lakini ndugu wananchi, kupitia siku ya leo pia tumekumbushwa, na sisi wenyewe tunao wajibu, tunao wajibu wa kujifunza moja moja. Sasa hivi tunajifunza kokote, hasa vijana kwenye simu zetu, angalau ujue alama chache ambazo ukikutana na mwenzio mwenye changamoto kama hii ya kutosikia, unaweza ukamsaidia akapata huduma muhimu. Kwa hiyo ni vizuri sana tukatumia fursa hizi tukashika mambo mawili matatu. Mimi muda wote tangia nimeingia hapa, nilikuwa darasani kama kiongozi, hao watu watafika kwangu, kuna siku atakuja na mkalimani lakini kuna siku atakuja peke yake na ana shida, lazima nimsikilize. Kwa hiyo angalau ujue mambo machache ambayo mwenzio akikuelezia shida yake, unaweza ukamfikisha pale ambapo anatakiwa kufika. Kwa hiyo ni wajibu wetu sisi kama viongozi, ni wajibu kama wanajamii. Sasa hii lugha ya alama iwe ni kwetu sote kujifunza, na tuwe tunatoa nafasi kwa wale wenzetu ambayo wamesoma, angalau kila mkusanyiko dakika kumi tunawapa wanatupitisha kwenye mambo yale ya msingi, tuwe tumejua mtu akiwa anaumwa anasemaje, akiwa na njaa anasemaje, akiwa na changamoto amebakwa. Ni mambo madogo, lakini yanaweza yakaongeza furaha kwa ndugu zetu hawa. Kwa hiyo mimi nitakuwa balozi mzuri katika mkoa wangu wa Singida, nitahakikisha wale wote waliopata elimu tutawatafuta, tutawapa kazi ya kufanya ya kutufundisha sisi ambao hatuna ili tuweze kuwafikia ndugu zetu hawa, lakini pia tutakuwa tunawapa nafasi kwenye mikusanyiko yote. Lazima ndugu zetu hawa washiriki na wajue, leo mkuu wa mkoa alikuwepo eneo la stendi ya zamani, amesema nini. Huo ndio Tanzania, na ndio uchumi jumuishi. Kwa hiyo mmepata balozi nzuri, niwahakikishie kwamba nitafanya hivyo, na kwa sababu tumefanya hapa kitaifa, haya yote yatafika leo leo kwa waheshimiwa wote wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa Tanzania bara na visiwani, kuhakikisha kwamba hii changamoto ni vita ya pamoja. Tumuunge mkono Dr. Samia, tusimwache mtu nyuma kwenye maendeleo, lazima tumfikie na maendeleo. Namba moja ni kuelewana na kunena kwa lugha, kila mmoja akawa anaelewa. Lakini nimefarijika kuona sasa wenzetu wa taasisi za dini wamelibeba jambo hili kindakindaki. Niwaombe msifanye kwa unyonge, niwaombe msione kwamba mnafanya jambo dogo, mnafanya jambo kubwa. Hawa ni waja wa Mwenyezi Mungu, wanatakiwa wamjue Mungu, na ili wamjue Mungu lazima pia waijue dunia, kwamba Mungu aliwapa dunia hii waifurahie. Tunaomba huduma zenu zienezeni mikoa yote, na kama kuna changamoto, wote tusaidiane kuona changamoto ni nini, ili mwasikie kwa sababu mmeshafika mbali Wenzetu, hatuhitaji kurudi nyuma, twende kwa kasi kubwa ili tuwafikie ndugu zetu hawa. Ninyi wenyewe mmeona kwamba wakiwezeshwa wanaweza kufanya jambo lolote. Wamezungumza hapa mambo ya msingi, wametufikishia ujumbe kupitia sanaa. Nimetembelea pale kuna kazi zao za mikono, wanatengeneza bidhaa nzuri kabisa. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuwaunga mkono. Kwa hiyo niwaombe sana hii huduma ya kutofahamika kwa lugha ya alama ambayo wenyewe wamezoea kuita kwa kifupi LAT. LAT. Sisi leo tumeuwasha moto, tumeuwasha moto kuhakikisha kwamba kila asubuhi tunaanza kufundishana hata alama kumi tu kabla tujaanza chochote. Zile breakfast meetings lazima zianze na kujifunza alama hii. Viongozi sisi lazima tuanze na kujifunza, tukishajifunza sisi, ni rahisi kuwafikia na rahisi kuwasikiliza. Umesikia hapa wanabakwa, umesikia hapa wanakosa fursa nyingine za maendeleo. Hii kitu haikubaliki na wala sio mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni kila mmoja wake awe na furaha katika dunia hii, na tunatambua wote ibara ya kumi na nane ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 imesisitiza kuwa kupata habari ni haki ya mtu ikiwemo kundi hili la ndugu zetu wa viziwi. Aidha, matumizi ya lugha ya alama Tanzania kama mojawapo ya lugha ya mawasiliano yameainishwa katika mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu katika ibara ya ishirini na moja b. Aidha, katika sheria ya watu wenye ulemavu namba tisa ya mwaka elfu mbili na kumi kifungu cha nane na kifungu cha arobaini na tisa kifungu kidogo cha pili b, haya yote yameelezwa na yamewekewa msisitizo kuhakikisha kwamba hii ni haki ya msingi na lazima hawa ndugu zetu waweze kuipata, na sisi tuna kila sababu ya kuwa sehemu ya wao kuipata haki yao ya kusomeshwa, ya kusikilizwa na kusomeshwa. Wataalamu kama hivi mbele hapa tunapowaona, mwenyekiti wetu bomba kabisa, safi. Si mmemwona huyu mama wa nguvu? Mmemwona anavyopendeza? Mmemwona alivyo mrembo? Sasa lazima tumtie joto kwa kuhakikisha kwamba wakati wote wale waliompa dhamana ya kuwa mwenyekiti basi anakuwa mwenyekiti wa viwango, mwenyekiti ambaye analeta mabadiliko chanya katika kundi ambalo analiongoza. Jamani, nimepokea waraka, nimepokea waraka na nimeambiwa kazi yangu mimi ni kuufikisha waraka pale ambapo panatakiwa ufiki, na mimi kwa njia yangu iliyonyooka ninachojua waraka huu unatakiwa umfikie rais wa jamhuri ya muungano wa tanzania dr samia suluhu hassan alivyo wa viwango akipokea tu atatenda alivyo msikivu alivyo na upendo kwa watu wake atatenda naomba niwahakishie kwamba waraka limeupokea na waraka nitaufikisha kwa heshima na taadhima utamfikia mheshimiwa rais na majibu mtayapata kutoka kwa mheshimiwa rais lakini pamoja na yote hayo yapo mambo ambayo serikali yetu imefanya Tunazo sera ya taifa ya maendeleo ya huduma kwa watu wenye ulemavu ya mwaka elfu mbili na nne, lakini tumetunga sheria ya watu wenye ulemavu sheria namba tisa, lakini tumesaini na kudidhia mkataba wa kimataifa wa haki za watu wenye ulemavu elfu mbili na tano, lakini pia sisi kama Tanzania ni sehemu ya utekelezaji wa malengo endelevu ya mwaka ishirini thelathini ambayo analenga kuhakikisha kundi la watu wenye ulemavu wakiwemo viziwi hawaachwi nyuma, ile liliosema uchumi jumuishi. Lakini pia kuendelea kutoa elimu kwa umma na taasisi za serikali kuhusu umuhimu wa matumizi ya lugha ya alama Tanzania, kuwatambua watu viziwi na kushirikiana nao kwenye nyanja zote za maisha, lakini kufanya na kuendeleza utafiti na kubaini chanzo ambacho kinapelekea wanafunzi viziwi kushindwa kufanya vizuri kwenye maeneo yao kwayo mnaweza mkaona ni namna gani serikali yetu inahangaika na kundi hili, na sisi tuwahakikishieni, mkoa wetu wa Singida unataka kwenda kutengeneza alama kubwa. Tunataka tuwe wa mfano, twende tukahakikishe kwamba tunapozungumzia lugha ya alama kwa mkoa wa Singida kwa viziwi wetu sio changamoto tena. Kwa hiyo mmetupa kazi, tunaenda kuifanya kazi. Najua kulikuwa na kazi inaendelea lakini leo mmeamsha ari kubwa, mmeamsha joto kubwa la kuhakikisha kwamba tuongeze kasi katika kuwafikia ndugu zetu hawa wenye changamoto hizi. Lakini kwa masikitiko makubwa, nilipokea kwa maumivu makubwa lile igizo la mtu ambaye alisema anaumwa, lakini matokeo yake ameenda hospitali, hawakuelewana na daktari, kapewa dawa tofauti, mwenzetu yule akaendelea kuumwa. Jamani uhai huu tuliopewa na Mwenyezi Mungu hauna spare. Uongo kweli? ninaye mganga mkuu wa mkoa hapa. Ninamwaagiza aende akaweke mpango madhubuti kwenye hospitali yetu ya Rufaa Mandewa, hospitali zetu zote za kata, za ngazi vituo vya afya, hospitali za wilaya, tuweke utaratibu wa namna bora ya kuwapata wakalimani tunapompata mwenzetu mwenye changamoto kama hii. Inawezekana tukiwatambua tukawa na simu zao, akitokea siku hiyo mgonjwa tunamwita on call, tunampa hela yake, amemwasilisha vizuri mgonjwa mgonjwa amepata dawa, amepata tiba, na hiyo ndo Tanzania. Kwa hiyo sitaki kuona eti mtu amevakwa wapati yake kwa sababu haeleweki anachoongea mtu anaumwa, ameshindwa kusikilizwa kwa sababu hakuna mkalimani wa kutafsiri nini anachouma. Haya yanawezekana, tumesomesha mjana wengi hapa tu mbele leo unaweza ukaona mfano, tunalo jeshi kubwa, na naamini huko kwingine kote hapo. Niwaombe kwa mkoa wa Singida, wale wote waliosoma lugha ya alama, naomba nitataja simu yangu, kila mmoja anitafute humo, aniambie yuko wapi, tuwe na database yao, ili waweze kuwahudumia hawa ndugu zetu. Mimi ndugu zangu, kama kiongozi, kama mama, kama mzazi, kama mlezi, ninashukuru na ninashukuru siku ya leo, mmeniongezea jambo kubwa katika utendaji wangu wa kazi za kila siku, lakini haya yote yasingewezekana kama si CHAVITA, ndugu zetu UNDP, ndugu zetu ADD International, ndugu zetu wa Chuo Kikuu Huria, ndugu zetu wote wanaoshiriki na mashirika yanayodumiwa viziwi, ofisi yangu ya mkuu wa mkoa, ofisi za waheshimiwa wakuu wa wilaya, mganga mkuu na timu yake yote, katibu tawala na RAS wote kamati ya usalama, tusingefanya kazi pamoja. Ninawashukuru sana, mmeifanya wiki hii kwa heshima, mmeifanya wiki hii kwa nzuri, mmeifanya hii wiki ambayo inaenda kuandika ukurasa mpya, na sisi Singida tumeingia kwenye kumbukumbu ya safari hii ya wenzetu, na hasa kwenye ule waraka. Kama ule waraka utasainiwa na Tanzania, chimbuko litakuwa Singida, kama vile ambavyo Singida ni katikati ya Tanzania. Sisi Singida ni watu wa kuzalisha mambo makubwa katika taifa hili. Inshala ule si ulipanda kupitia Singida jamani, Asilimia 35, Silianzia hapa Singida basi na waraka tunaoombea kwa Mwenyezi Mungu uwakubalike na chanzo mwenye kiti utakuwa umeanzia hapa Singida basi. Wote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuleta katika dunia hii, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuleta katika nchi Tanzania, nchi ambayo inajali, nchi inaishi kwa upendo, nchi ambayo inaheshimu kila mmoja. Kwa kweli tumshukuru Mungu sisi kuwa Watanzania kama walivyoeleza wenzangu, tarehe ishirini na tisa Oktoba tuna uchaguzi. Tuna jambo kubwa katika nchi yetu, ni utamaduni wetu, lakini ni utara, utamaduni wa Kimungu pia. Hata kule kwa Mwenyezi Mungu kwenye vitabu vyake kuna kupiga kura, na Mwenyezi Mungu anasema wazi kwenye vitabu vyake, kura ndizo zitakazonyamazisha ubishani katika jamii. Kwa hiyo na sisi siku hiyo ikifika twende na ili kundi kubwa hapa la watu milioni tatu liwezeshwe liende likapige kura likamchague kiongozi ngazi ya urais, waheshimiwa wabunge na madiwani, ili gurudumu la maendeleo liweze kuendelea katika taifa letu. Kwa naiomba hiyo siku tuendelee kukumbushana, si mbali sana, Mungu atupe uhai ili tuhakikishe kwamba tunaenda kupiga kura. Sisi kama serikali tuwahakikishie tutakuwa na utulivu amani. Hayupo yoyote atakayemzuia mtu au atakayemdhuru mtu anayeenda kupiga kura. Tumejipanga vizuri, hayupo hata mmoja atakayemzuia mtanzania kwenda kupiga kura. Kwa kweli nimefarijika sana kuwaona, nawashukuru. Heshima kubwa mlionipa, mmenipa risala nitaifanyia kazi, nikitendea kazi mmenipa waraka nitaufanyia kazi. Nikamkumbuka Esta kwenye Biblia, na mimi leo nimekuwa Esta, nitafikisha ujumbe kwa mfalme ili wote mioyo yetu iweze kupona. Sawa jamani, najua mtasafiri, wageni wetu ndio toka mikoa mbalimbali mbali. Karibuni hapa, Singida ni nyumbani, wakati wote mtufikie sisi, tutawapokea lakini mtakaporudi kwenda nyumbani Mwenyezi Mungu awasaidie mrudi salama mfike salama, na mpeleke salamu za upendo kutoka Singida, ndugu zenu sisi tunawapenda sana. Basi nitamke kwamba wiki yetu hii ya viziwi duniani katika hapa nchi yetu ambayo imefanyika mkoa wa Singida tumehitimisha rasmi. Asanteni kwa kunisikiliza. Mwenyezi Mungu aibariki Singida, Mwenyezi Mungu aibariki Chavita, Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania.